Walevi walevi. Ah, nataka kuua watu. Unajua kuna mlevi afu kuna mnywaji eh? Ah okay. Okay. Ah, kuna hizo tofauti. U, u, tofauti. Mmesikia eh, eh. Lakini message sent. Eh? Sisi tunasubiri tu ujumbe mfupi wa maandishi. Sindiyo, eh? Maandishi tayari, deliver. Deliver. Hmm. Si ndio eh? Ukishapata ujumbe mfupi wa maandishi maana yake tayari imesha deliver. Imesha deliver. Mm. Mimi naomba kuongeza jambo moja. Hata mimi nitaongeza kitu. <laughs> Unaanza wewe, nianze mimi. Anza wewe. Nianze mimi. Hmm. Shoga yangu mimi naomba kuzungumza mimi nitaenda, achana tu na hawa wastarehe, kwamba unasikia o oh, kuna harusi umealikwa, itakuwa na masanga za kutosha, basi dawa hunywi ili uende. Kuna hawa ambao wameenda, wana dozi ndefu, wana matatizo ya kisukari, mi sijui ya kisukari Mata, uh, mi sijui ya kisukari ya presha, wanajua wenyewe matatizo, matatizo. Mkumu Mata... mkumu na, presha, ya unakuta kabisa ndugu zako wanakuangalia, wanatumia pesa, muda vyakula vinavyohitajika lakini mgonjwa, kuna wakati wa kwenda kufanya mazoezi mm. Sio, unanielewa huo mm. wakati mgonjwa anaenda kufanya mazoezi, anaenda kupiga na masanga, unarudi, unazidiwa, ndugu zako wanashindwa kuelewa, hii kimemkuta kitu gani eh? Watu wanaanza kuangaika na ambulesi ving'ora, wewe wewe rufaa, shida. Unaambiwa wewe, ukifika hospitali unaumbuka, kwa sababu wanajua, mm. uliambia usitumie pombe kwa nini umeenda kunywa pombe na bado unakunywa dawa? Jamani, tunachoka kulia. Yaani leo unasikia hapa, basi figo zimefeli, kule bwana wewe Mahidi sijui amefanyaje. Unajua kuna wakati haya magonjwa tunavyosikia tunazidi oh, washi, washi linawasha jamani. Halafu sisi ambao tuna marafiki wa kike, yani mimi na rafiki yangu hapa pia ni ndiki ndiki

Maliza dozi yako vizuri, ndio hivyo vitu vipo. Yani unajua kuna maisha ambayo tunasema yapo tu mm -mm. yani sawa sawasawa, kama nakuvaa nguo mpya kila mwaka, kila mm -mm. siku toleo jipya linatoka. Mimi mwenyewe kama hiyo tabia naacha kwa kweli, hata hizi pombe hata hizi pombe, pombe. pombe. Mm -hmm. kila siku kuna toleo jipya, vinakuja vipya kwa hiyo Hey, tusio na zile papara papara, bwana, ngoja niende nikapiga nika... Wewe una familia, una watoto wanakutegemea. Unakuta mwingine mshono mbichi anaenda kujipiga kujipiga hivyo. hey, jamani hata hey. Kama dawa zile ambazo tunapaka kwenye hivyo vidonda vinafanana na rangi ya zile pombe, lakini tusifanye hivyo. Kuna wakati ndugu zetu wanatutegemea. No, hakuna hey, kitu ambacho akipiti kuna wa, maisha baada ya kitu fulani chichi. Watu wana madaktari wao. Bwana wewe vipi, moja nimekunywa panado sana mchana. Hey, vipi mpaka saa nne itakuwa fresh tu ninywe pombe ndogo. <laughs> tumsikilize daktari. Bora umenikumbusha, bora umenikumbusha, na sisi tuna madaktari wetu Ndiyo, tumewapigia madaktari wetu na sisi. Niko hapa mimi, nazungumza na daktari nani tena jamani. Hem, subirini kidogo, niko kazini, umesikia? Hao ndo unaitwa nani tena kwenye masa. Inawezekana kuna una ndugu jamani na marafiki, marafiki, jamani, niko on air, natangaza mwenzako, niko kazini, nivumilie kidogo, natoka nakupigia. Tuko hapa tunamsikiliza daktari. Wale ambao mnatumia pombe ndugu zanguni alafu unaacha siku moja, kesho yake unaenda kunywa pombe hiyo siku ikifata tena unaendelea kuendelea na dozi yako. Lakini pia daktari nikamuuliza na mimi swali mm. kuna wale watu wanaosafiri mm. bila kupiga masanga, safari ijaenda akipata ajali inakuaje? dereva huyo au msafiri dereva na so de msafiri wot Eh, una unapiga masanga alafu inatokea tete vitatu mara umegombana na mtu kumbuka lazima upitie hospitali kwanza unahudumiwaje? Saa nyingine tunapata madhara makubwa. Ukifika yani maumivu uliyopata ukifika hospitali unapata mara tano kwa sababu lazima waadili kwanza na alkoholi uliyoweka mwilini. Tumsikilize daktari Matthew huyu hapa. Anaitwa Dr. Matthew, anatupa ufafanuzi zaidi kuhusiana na watu wanaopiga masanga na kuchanganya na dawa. Siku mbili dawa, siku mbili masanga. Okay, madhara yanaweza kutokana na unywaji wa pombe wakati wa kumeza dawa ama kusimamisha dawa ili kunywa pombe alafu kurejea tena kunywa dawa, mm -hmm. Yanaweza akawa ni mengi mm -hmm. Na madhara mojawapo ni kwanza, inabidi kuelewa uelewe kwamba pombe, mchakato wake inapochakatwa kwenye mwili mm -hmm. inaathiri kwa namna moja ama nyingine mm -hmm. mchakataji wa hiyo dawa Uhum. na uai wake, na kama ilivyo pombe inachakatwa kwenye tumbo inachakatwa kwenye ini, lakini pia hata inapotolewa inatolewa kupitia figo. Hivyo hizo dawa pia zinachakatwa zinaanza kuchakatwa sehemu mbalimbali kwenye tumbo, nyingine kwenye maini, na pia inatolewa kwenye figo. Kwa hiyo katika mfumo mzima huo, mchakato wa dawa unapochakatwa na pombe vinafanana na vinaweza vikaathiriwa kwa hiyo mm-hmm. unywaji wa pombe kipindi cha kunywa dawa kuna, inaweza ikawa ni hatari ama ikawa ni sumu mm -hmm. kutokana na baadhi ya dawa mm -hmm. lakini ikawa labda, a wakati mwingine ikapunguza kiwango kile cha dawa kinachotokiwa kunyonywa na mwili mm -hmm. ama ikaongeza kile kiwango cha dawa kikubwa sana kinachotokiwa kunyonywa na mwili. Kwa hiyo pombe ina madhara, sio kwa dawa zote, lakini kuna baadhi ya dawa ambayo imeonekana zina madhara sana mm -hmm. Eh, hasa dawa zinazochakatwa kwenye ini. mm -hmm. Eh, kwa mfano kama eh, kuna dawa hii tunaita metronidazole, mm -hmm. ama kwa brandi ambayo imezoeleka sana Flagyl, ukitumia mm -hmm. hiyo dawa ukiwa unakunywa na pombe, imekuwa ilo dawa inakuwa sumu mm -hmm. kwenye mwili na inaathiri sana mfumo wa ini mm -hmm. na mwili kwa mm -hmm. ujumla. Kwa hiyo haishauriwi na huwa tunashauri sana kwamba sababu hauwezi kujua dawa gani dawa gani ambayo inaweza kareact kwenye mwili, basi ukiwa kwenye dawa usinywe pombe mpaka utakapomaliza masababu yale ambayo unatumia dawa. Ama kama umeamua kunywa uh, uh, pombe basi usinywe pombe mpaka pale utakapomaliza kunywa pombe, then baada ya kupita muda fulani kutokana na ushauri wa mtaalamu ndo unywe unye pombe lakini mm -hmm. Pia madhara mengine ni usugu wa madawa mm -hmm. Usugu wa madawa unapokuwa unakunywa pombe alafu uko na meza na dawa baadaye ukaacha, ili unywe pombe alafu uje kurudia tena dawa, unaleta usugu wa dawa mm -hmm. Hata kwenye dawa zile antibiotics zakuwa, mm -hmm. unaleta usugu sawa mm -hmm. Kwa maana hiyo ukishakunywa dawa siku mbili tatu alafu ukaacha ili unywe pombe alafu baadaye tena ukaendelea okay, tena kunywa dawa ile raha tayari inakuwa imesha sambaa kwenye mwili, inakuwa ishaanza kufanya kazi, naita mm. therapeutic level mm. imesha, lakini kama hiyo kitu bado unaendelea kunywa pombe ukaacha, ina maana ile, wale wadudu wanaofata usugu, kwa sababu kile kiwango kilichokuwa kwenye mwili ni kidogo sana cha kuweza kuwaua. Kwa hiyo mm. hata kwa hicho kiwango wanaanza kutengeneza kinga wao wenyewe. Kwa hiyo hata ukija kuongeza kiwango baadaye mm. wanakuwa tayari wameshaleta usugu. Mm -hmm. Eh, uh, madhara mengine ni kuchelewa kwa kupona mm -hmm. Eh, magonjwa kama hayo labda kutoa ni magonjwa hatarishi, unatakiwa utumie dawa, basi unaweza kushangaa ule ugonjwa unaendelea kuwa mkubwa zaidi tofauti na ule mwazola ambao kwa mashaka kutumia dawa na kuusimamishako mm -hmm. Kwa ujumla wake pombe, uh, ina madhara yenyewe kama yenyewe lakini pia kitendo cha kusimamisha dawa ili kunywa pombe kuja, mm. Alafu kuja kurudia tuna madhara mengine makubwa zaidi mm -hmm. Kwa hiyo hatushauri changani wa pombe pamoja na dawa, na kwa sababu haijawa rahisi ra sana kwa jamii nzima kufahamu hasa dawa zipi ambazo takiwa kunywa na pombe huwa, mm -hmm. Tunashauri ukiwa kwenye matibabu yoyote ya kumeza dawa, basi usitumie pombe mpaka pale utakaposhauriwa na mtaa Mm. <laughs> Um, mfano dokta, ukiwa ukiwa umekunywa pombe unashauriwa kukaa yeah, siku ngapi? A, ukiwa umekunywa dawa au unakunywa pombe unashauriwa ukae siku ngapi ili uweze kuendelea na dozi yako. Uh, tunashauri pale ume ambapo umeandikiwa dozi, maliza dozi ndio. mm. Uh, maliza dozi kwanza. Mm -hmm. Alafu ukae angalau sio chini ya masaa arobaini na nane mpaka sabini na mbili ndio mm -hmm. upewe ushauri wa kwamba unaweza ukaendelea na pombe ama usiendelee, kwa sababu utashindwa kujua dawa gani ambayo inaweza kariasi na na pombe ambayo mm -hmm. Kwa hiyo ni mtu yeyote ambaye yuko kwenye matibabu, kabla hajanywa pombe au ameshamaliza matibabu, aulize kwa mtaalamu wake wa afya mm -hmm. daktari wake kwamba je, nikitumia pombe kwa dawa zile nilizokunywa mm -hmm. zinafaa mm -hmm ama mm, vipi? Kwa hiyo aende hospitali, aunane na mtaalamu au wake, aongee naye, amuulize mm. atamsaidia okay? Yani, ikiwa na na madhara makubwa zaidi, je, inaweza kumpelekea mtu kifo? Yes, inapelekea mtu kifo, inapelekea mm. mtu kifo. Na tumeshaona hivi vifo vya wagonjwa namna hiyo, ambao yatokea amekunywa pombe huku anatumia dawa, ama amemeza dawa jana, amejisahau, amekunywa pombe, kesho yake asubuhi Hmm. E, au kesho yake yn yani, mtu anafariki, anafariki. Okay. Madhara makubwa sana na na, mfano Dokta, ikatokea kwenye ajali hmm. Akapatikana mtu ambaye yuko kwenye hali ngumu zaidi, lakini wakati akiwa safarini alikuwa anatumia na vilevi vikali. Ana, anaweza kupata msaada au huduma ya kwanza ya haraka, kwa sababu unasema sasa haruhusiwi kupewa dawa mtu ambaye amekunywa pombe? Yeah. Yaani, ni kweli sasa, kwa watu ambao wamepata ajali na wanahitaji mm. kutoa huduma za haraka mm. kwa sisi wataalam huwa kuna kitu tunaita primary survey mm -hmm. Yani ile ule uangalizi wa haraka wa msingi, wa haraka haraka. Kwanza, moja ya vitu ambavyo tunaangalia ni pia ile harufu ya mgonjwa anayotoa mm -hmm. ile harufu, lakini pia wanavyopima, kuna sehemu, kuna baadhi ya hospitali wanapima mpaka kilevi, aina ya kilevi kwenye damu mm -hmm lakini ile, ile primary survey yali uangalizi wa msingi wa awali, unaweza ukakuambia kwamba huyu mgonjwa kwa kwa hii aina ya ya, ya breathing namna anavyopumua upumuaji wake pamoja na ile hewa inayotoka kwenye, kwenye kwenye pua mm. Inawezekana amekunywa pombe. Kwa hiyo hiyo ni uchunguzi ambao sisi tunaweza kufanya wale wa kutambua mgonjwa alipata ajali ama ambaye amekuja hospitali akiwa hajitambui, kwa kujua kwamba huyu amekunywa pombe au jnya pombe, kwa hiyo dawa gani yapewe dawa gani apewe, na utambuzi wa kitaalamu ambao tunaweza kutambua. Unashauri nini watu ambao wanasafiri wakati wanatumia vilevi ya tena na hii imekuwa ni kama uh, kasumba kwa wasafiri wengi mm. E, kwanza nashauri kwa madereva mm -hmm. wale waendeshaji wa vyombo wa, wa, wa mm. Mm. kwa kutumie kilevi cha aina yoyote, sio tu pombe, kilevi cha aina yoyote wakati wa kusafiri wa, kwa maana vilevi hivi huwa vinaenda kwenye mfumo wa fahamu wa ubongo mm. na kisha hata kwenye mfumo wa fahamu wa ubongo vyenyewe sasa vinaenda kudumaza hmm. baadhi ya sehemu za ubongo ikiwepo eneo tunaloita eneo linalohusika na concentration ama kufocus ama eneo la umakini, linaathiriwa hilo eneo, lakini pia hata eneo la usikivu na eneo la kuona. Kwa hiyo vilevi ama pombe vyote vinaathiri mfumo wa fahamu hasa ubongo. Kwa hiyo kwa kwa wale wa wa nani madereva tunashauri hizo, lakini pia wa wasafiri abiria tunashauri wasitumie kilevi cha aina yoyote kwenye safari yoyote mm, kabla ya safari na wakati wa safari kwa sababu mm, pia inachangia katika uh, kuleta unaweza katokea hata ajali mm -hmm. au ikatokea mtafaruku au marumbano au jambo la namna yoyote ambalo likahusiana na hiyo pombe mm -hmm. na kusababisha shida. Kwa hiyo ni wito kwa wananchi kwamba matumizi ya pombe si sahihi na sio salama katika safari. Naam, asante mm sana -hmm. Nashukuru, karibu uh,